Jamani Kelvin, kila siku ni mimi naumia. Kila nikipiga simu huna muda, ukinitafuta mimi nashindwa kukupata. Unataka nifanye nini sasa? Asha, si kweli, mimi ndio najaribu sana, kazi nanibana. Mimi si robot. Kila ukiniona kimya, basi unadhani kuna mtu mwingine. Hiyo si haki kwangu. Haki na mimi je? Mimi ni mwanamke tu wa kutegemea bahati? Nimekuambia mara ngapi, communication ndiyo kila kitu. Unanipa stress zisizo na sababu. Si kila kitu ni juu yangu, we pia, siku hizi umebadilika. Hata ukiongea nami, text zako ni baridi kama mtu hanijui, Asha. Kelvin, mimi nakupenda lakini mapenzi bila juhudi yanaishaga tu, siwezi kupambana peke yangu. Sawa basi, tukae chini tuongee vizuri. Sitaacha haya maisha yatutenganishe. Basi aonesha, si kusema tu. Leo naanza. Sitaki tukipoteana. Sawa. Lakini usiniongeze maumivu tena.